Kesi ya mauaji ya kukusudia namba moja moja tano tisa nne mkwaja elfu mbili na ishirini na tano inayomkabili Joseph Yustino Mhulila mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa mtaa Lukosi, kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa, ambaye ni dereva bodaboda imetajwa leo kwa mara ya pili na kuahirishwa hadi tarehe kumi na moja Juni 2025 kutokana na upelelezi kutokukamilika. Mtuhumiwa Joseph anakabiliwa na shtaka la kumuua mtoto wake wa kiume Timothy Joseph Mhulila mwenye umri wa miaka sita na kesi hiyo ilitajwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya wilaya ya Iringa mnamo Mei 14 2025 na leo kesi hiyo imesomwa kwa njia ya mtandao mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya wilaya ya Iringa Rehema Mayagilo mshtakiwa Joseph anakabiliwa na kosa la mauaji ya kusudia kinyume na kifungu cha 196 na 197 vya sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 ambapo inadaiwa kuwa, mnamo Aprili 11, 2025, mshtakiwa alimkata mtoto wake vipande vidogo na kutupa mabaki ya mwili huo kwenye shimo la choo katika makazi yake. Hata hivyo, mtuhumiwa ataendelea kusalia mahabusu kwa kuwa kosa hilo halina dhamana, kwa mujibu wa kifungu cha 148 kifungu kidogo cha tano a na i cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya ishirini.